Hii jamii yetu uh, wakati fulani inamchukulia ina, ina mtu aliyeshindwa jambo mm. kama mtu dhaifu mm. imepelekea watu wengi kuona kama kupoteza ni ishara ya udhaifu. Sasa mm. wewe ukiwa kama mtaalamu wa malezi jamii mm. na amini na kuachia watoto unawasaidia kuwalea na kuwakuza no. mm. Sasa ukiwa kama mtaalamu wa malezi, hebu mm. tuambie, uh, ni kwa jinsi gani tunaweza kuwafundisha watoto wetu kukabiliana na kupoteza na majonzi ya kupoteza kwa njia yenye mm. Actually, swali zuri. jana niikuwa naongea na kijana wangu okay. Eh, nikawa nazungumza naye juu ya thee unayoniambie know okay. kwamba kushindwa na kushinda ni sehemu ya mafanikio na, na, na kushindwa ni sehemu ya mafanikio. Nikawa nimempa taswira ya coin, nikamwambia hii coin. mm -hmm. hii coin ndio mafanikio, si unaona ina pande mbili. Nikamwambia hii pande ya juu ni kushinda, hii pande ya chini ni kushindwa. mm -hmm. Kwa unapojiingiza kwenye safari ya mafanikio, mm hivi -hmm. vitu viwili huwezi kuvikwepa sasa mimi nadhani, kama wazazi, kama walezi hmm. Haja kubwa moja tulionayo au wajibu mkubwa mmoja tulionao hawa watoto, tupande hizi mbegu za maneno mapema hmm. Leo nilikuwa naandika kitu nikiwa njiani, nikasema kwamba neno lolote lile litaloingia kwenye sikio la mtoto au kwenye akili ya mtoto hmm. Ni mbegu umepanda. Wazazi wengi tunahisi kuzungumza mawazo kama haya, labda koini na nini, ukaona How come huyu mtoto ni wa miaka nane, lakini mi nataka niseme kitu kimoja. Kuna maneno mzazi wangu, wazazi wangu aliwahi kuongea zamani sana mm. yapo kichwani Nisaille. Sisi ni zao la kumbukumbu kumbu tulizo nazo vichwani mwetu mm. E, kwa sababu ukifutwa kumbukumbu hapa unakuwa ni mtu tofauti, ndio mm. maana utashindwa ku, ku navigate kwenye mazingira yako leo hii ukipoteza kumbukumbu kumbu. kuna hao watu ambao wamepata magonjwa, wamepoteza kumbukumbu, hamjui yoyote, hajui kufanya chochote, mpaka kumpeleka chooni unatakiwa umpeleke chooni mm. Sasa pati ya kumbukumbu kumbu ni haya maneno tunayoweza kuzungumza na watoto wetu, tuwaambie kwamba kushindwa ni kitu cha kawaida, kushinda ni kitu cha kawaida na, na, na wewe mm. kwa namna moja hivi, kwa mfano ambao na mimi nimewahi kukabiliana nao kwenye kukua na kulelewa. mm -hmm. Mama yangu aa, alikuwa na kauli moja mm -hmm. akipenda sana kuni, kuni, kunipatia mm -hmm. Hasa ninapokuwa nimeharibu ama kuvuruga jambo mm -hmm. Alikuwa akiniambia kwamba namna ambayo mimi naangaika na shule yako mm -hmm. Chukua kuanzia hapo na mfuatiliaji pale aelewe kuanzia hapo. Alikuwa anasema namna mimi ninavyoangaika na shule yako, sina shida sana na maisha yako mimi. Nina shida ya maisha yako juu ya familia yako, kwa sababu utakapokuwa nakula matunda ya familia yako utakuwepo wewe, mke wako na watoto wako. Mimi si lazima niwepo eneo hilo. Kwa hivyo nikiangaika na wewe Yeah. Ni juu ya wewe na familia yako ijayo. Yeah, yeah. Usije kusema sikufanya. Yeah, yeah. Tunaona right. Ni mbegu <laughs> na na uhakika ni miaka mingi imepita. Ah, yeah. yeah. yeah. Mi nachokumbuka sana kwa mama yangu, um, utakuwa kichwa au utakuwa mkia. Ni neno ni kiroho.